Kwa majina yangu, mimi naitwa Peter Kiranga ni wakili wa kanisa, ambako leo tulikuwa tuna shauri la bodi ya wadhamini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde dhidi ya hawa watu wa KCAM. Mgogoro mkubwa haswa ilikuwa kwamba upo katika usharika wa Ngamanga, mtaa wa Lupaso ambako leo maamuzi yametolewa leo tarehe 27 mwezi wa 6 2025, maamuzi yaliyotolewa na baraza la Kiela kwamba mleta maombi ambao ni bodi ya wadhamini wa KKKT wameweza kuthibitisha madai yao ya kusema kwamba lile eneo la Lupaso ni la kwao. Kwa hiyo maombi yetu yamekubaliwa, na yamekubaliwa kwa gharama. Kwa wale watu ambao hawataridhika, wamepewa siku 45 waweze kukata rufaa. Kiujumla, watu wa Lupaso ambao ni wana KKT wanaweza wakaingia kwenye eneo lao, kwa kuwa walishatangazwa kwamba wao ndio wamiliki halali wa hilo eneo, na kama kutakuwa kuna ugumu wa aina yoyote ile, basi tutatakiwa tu turudi barazani kwa ajili ya kukazia hukumu ili baraza liweze kututeulia dalali ambaye ataenda kuwatoa wale watu wa Kekam katika ile eneo la mgogoro ambao ilikuwa na mgogoro, na liweze kukabidhiwa waumini wa KKT wa mtaa wa Lupaso kama kutakuwa na changamoto, lakini tunamshukuru Mungu kwa hayo yote ambayo yalitokea na ugumu, namna ulivyoendeshwa shauri namna lilivyoendeshwa, tunamshukuru Mungu kwa kweli. Uzima bado tunaendelea na mashauri mengine, ambayo kuna mashauri mengine ambayo nafikiri tarehe 30 tutaendelea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ninaitwa mchungaji Abel Ibrahim, ni kiongozi wa usharika wa Ngamanga wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde, jimbo letu hili la Kusini. Siku ya leo tulikuwepo hapa mahakamani kwa ajili ya kusikiliza hukumu ambayo ilipangwa kusikilizwa leo ya mtaa wetu wa Lupaso ambao upo ndani ya usharika wa Ngamanga. Tunamshukuru Mungu sana ambaye a, katika hukumu ya leo ametupa sisi usharika wa Ngamanga na mtaa wa Lupaso wa kanisa la Kiinjili la Kiluseli Tanzania uhalali au ushindi katika madai ambayo tulikuwa tumeyapeleka mahakamani. Tunamshukuru Mungu sana, lakini tunashukuru uongozi wa Dayosisi yetu ya Konde, Baba askofu pamoja na maafisa wote na halmashauri na wachungaji wote ambao wengine wameshindwa kufika mahakamani, lakini wametusapoti kwa sehemu kubwa kwa njia ya maombi, kwa njia mbalimbali mbali, mpaka ushindi huu tumeweza kuupata. Huu sio ushindi wa Lupaso peke yake, lakini ni ushindi ambao Mungu ametupatia ye mwenyewe, kwa sababu umefuata taratibu zote za kisheria na haki imeweza kutendeka. Lakini tunamshukuru sana pia mkuu wetu wa jimbo ambaye naye amekuwa bega kwa bega na sisi amekuwa akitutia moyo wanangamanga, kwamba mtaa wetu wa Lupaso tuendelee kumwomba Mungu, utarudi kwa sababu ni haki yetu. Na tunamshukuru Mungu na leo kwa kweli ni furaha, ni furaha sana kwa Wakristo wa usharika wa Ngamanga na ninaamini sasa sisi tutarudisha majibu yale ambayo tumepokea hapa mahakamani kwamba tumekuwa washindi na wao kabisa, tunaamini ni furaha kubwa sana sana kwa usharika wetu na uh, mtaa wa Lupaso.